Oktoba tarehe 29 mwaka 2025 ni tarehe ambapo Tanzania imekumbwa na matukio mawili kwa mpigo. Kuna Watanzania waliojitokeza kupiga kura mapema hii leo wakitekeleza haki yao ya kidemokrasia kwa mujibu wa katiba, lakini pia bado kuna Watanzania waliojitokeza kutekeleza haki yao ya kuandamana kwa mujibu wa katiba hiyo hiyo. Wagombea wa urais kupitia vyama mbalimbali nchini Tanzania walijitokeza kushiriki zoezi la upigaji kura mapema hii leo. Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mwaniaji wa urais kwa mara ya kwanza kupitia chama cha CCM, amepiga kura eneo la Chamwilo jijini Dodoma. Nilikuwa nafuatilia zoezi hili toka asubuhi, na nimeona waandishi wa habari wako kote Tanzania wanaonyesha yanayotokea huko. Sasa baada ya kufuatilia na kupata picha, nikaona sasa ni wakati muafaka kwa mimi kuja na kukamilisha zoezi hili kwenye uchaguzi huu kiti cha urais Tanzania kimevutia wagombea 17, ila chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema chini ya kinara wake Tundu Lisu kimesusia uchaguzi mkuu wa mwaka huu kikidai kufanyike kwanza mageuzi makubwa ya mfumo wa uchaguzi. Wakati huo wa huo, mgombea wa urais wa chama cha pili cha ukubwa kwa upinzani kule Tanzania, ACT Wazalendo, Luhaga Mpina, aliondolewa kwenye kinyang'anyiro hicho na tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC. Ingawa vipo vyama vingine vidogo vilivyosajiliwa, takwimu za kihistoria zinaonyesha kwamba mara chache sana vinapata zaidi ya asilimia tano ya kura. Awali, Daktari Samia Suluhu alionya dhidi ya kutekelezwa kwa maandamano Oktoba 29, kauli iliyopigiwa upatu na jeshi la polisi siku moja kabla ya uchaguzi wa leo, lakini pia mapema hii leo, jeshi la polisi linaendelea kuhakikishia kuwa kuna usalama wa kutosha siku ya kupiga kura, kwani hakuna tishio lolote la kiusalama kama tulivyohakikishia. Taharuki ilitanda katika baadhi ya maeneo ya Tanzania kufuatia maandamano ya baadhi ya Watanzania miundo msingi sawa na vituo vya upigaji kura viliishia kuteketezwa na uharibifu mkubwa kusababishwa. Walionekana waandamanaji kuitikia wito wa wapinzani chini ya kauli ya no reforms, no election. <coughs> Ishara mojawapo ya ukandamizaji ni kwamba vyombo vya habari vikuu nchini Tanzania vilisusia kuonyesha vurugu hizi za maandamano, vikishikilia kwamba kila kitu kishwari, lakini hali haijakuwa sawa. Huduma za mitandao ya kijamii pia zikafungwa kwa kile kilichotajwa kama udhalimu wa hali ya juu. Kilichosalia sasa ni kusubiri iwapo tume ya uchaguzi itaendeleza mchakato wa kutangaza matokeo ya uchaguzi chini ya saa 72 au kutakuwa na mkondo tofauti. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Hamisi Kombe. Coco FM, ladha ya Pwani.